Asante, asante, asante na shukuru. Nashukuru, najiona najimoya moya hapa, naniona najimoya moya na mshukuru Mungu, mbingu na ardhi, Mwenyezi Mungu ametuchagua sisi Simba si, Sports Club. Yeah. Yeah. Maneno yalikuwa mengi, mengi. Yeah. Fitina nyingi, yeah. Uchawi mwingi upande wa pili, yeah. Lakini Mwenyezi tunamshukuru ametuchagua Yeah. tumekwenda fainali. Ulikuwa na namna gani? Kipindi cha kwanza ulikuwa mapesa sana, mashabiki wa Simba mkasema shule yetu ndio imeishia hapa, lakini Mungu amesaidia, ametenga fainali kombe la shirikisho bara la Afrika. Plesha ilikuwa kubwa sana, Plesha ilikuwa kubwa sana, sana, lakini yote kwa yote, Simba timu kubwa, ina ubora, ina wachezaji wazuri, ina viongozi wazuri, ina mashabiki wapambanaji, shabiki mchezaji wa 11 wa kumi na mbili, si ndio eh? Wapambanaji, tunapambana kwa hamasa wachezaji wetu, bila hamasa inakuwa bure kabisa. Lakini wachezaji tunao, tunao, tumesajili tumesajili, tumesajili. madaji tunaye na tunatamba naye, ubaya ubwela, hatuishii hapa, kama alivyosema waziri mkuu Kasim Majaliwa A Samia Suluhu Hassan. Tuzungumzie refa wa leo, maana alikuwa upande wenu Simba Sports Club. Refa wa leo ametenda haki, tumepata penalty, kakataa, wamepata penalty, sio ya kweli. penalty ya kwetu ya kweli kabisa. Penalty ya ya ya ya wapinzani wetu haikuwa wa penalty ya kweli, lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ametuchagua tumetoboa na tumekwenda fainali na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam, tunalichukua kombe hili tunalileta hapa Tanzania kwa Mama Samia Hassan Suluhu, mwanamke wa shoka. Ukichukua kombe mtakuwa kwenye hali gani? haya ngapi kazi, wamechukua medali wao, wasemaje? Ukichukua kombe mtakuwa kwenye hali gani? hii fainali tu umekuwa kwenye hali nzuri, nusu fainali. Ukichukua kombe mtakuwa kwenye hali gani? mtakuwa kichaa, nitakuwa kichaa, jiji nzima hili nitakuwa kichaa takuwa kichaa jiji zima hili, lakini yote kwa yote, nasema tena, namwomba Mwenyezi Mungu na wote mashehe mapadri, nani wazidi kutuombea tutoboe, eh. Tunalitaka kombe, tunalitaka kombe e eh, Mwamposa bila kumsahau Mwamposa eh, tunalitaka kombe tunalitaka kombe na tuko tumejipanga. Hii ndo nusu fainali ya kibabe bwana, fainali hii, nusu fainali ya kibabe Hakuna kubeza hapa, tuzungumzie hili mpanzu. Kibisawara leo amekuwa na kiungo dhaifu kabisa zidi ya Starbush. Wewe mwenyewe kama umeangalia mpira, kila alipo mpanzu ana wachezaji wa Starbush wanne, wanamkaba atafanya nini? Lakini juu na yote, yule mchezaji mkubwa kapambana, kapambana, kila mtu kaona kapambana. Mecha haikuwa rahisi, mecha haikuwa rahisi, wachezaji wamepambana, wamepambana na Mwenyezi Mungu amewasaidia na ametuchagua. Siachi kumwacha Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuchagua.

na mpaka tulipofikia hapa kufika tunakwenda fainali. Ana mchango mkubwa goli la kwake kwa kuingia fainali kwa yule, yule mwamba yule mwamba wao. Wao na msodoa mara mara penalti mara sijui nini, lakini atawashangaza hata nusu yake hajafika. Atawashangaza, atawashangaza, atawashangaza. kubambia mtani wako Yanga Africans, yupo kule visiwani Zanzibar, namasim ameingia fainali kombe la shirikisho bana, wameenda kuvua Waendelee kuvua pweza, wawaletee mashabiki wao lobaki huko, na tumewaona wengine wanafiki, wengine wamekwenda kwa madaladala kutoka hapa kwenda sauthi, ili mradi tu wakamzuie Simba, lakini wameshindwa. Nasema wameshindwa kwa roho zao mbaya. Mwenyezi Mungu ametuchagua timu bora tunayo viongozi bora tunayo rais wa heshima tunaye, tunatamba naye na mashabiki tupo imara kuipambania klabu yetu pendwa Simba Sports Klabu, kumwambia hatuishie hapa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, mama nampongeza kwa ujasiri wake kwa roho yake kwa kupenda michezo e, kila siku akinunua goli la mama. Tunamshukuru na tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe uzima na afya njema, kazi iendelee. Zimeamua eh? to zimeamua na wachezaji wameamua na mashabiki wame, tumeamua na viongozi wameamua. Simba kila anapokwenda nyumbani umeona. Simba kila anapokwenda nyumbani, si umeona South Africa, na mashabiki kule wao wenyewe, hujaona? Simba kila anapokwenda nyumbani kihatuish hey, apa aachealiatuish imewapa hamasa kubwa Kuto, nimpongeze nim waziri mkuu, kwa kauli ile imewapa hamasa kubwa ya wachezaji kutu, kutuvusha kwenda fainali nami hey. Nakushukuru hey. Hey. Na mnamshukuru na, na tena Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, na bado naweka wito kwa viongozi wa dini mposa hey. Shehe mkuu wa Dar es Salaam, shehe mkuu wa Tanzania nzima zidi kutuombea tuchukue kombe hili tulilete Tanzania. Mwaka robo imeisha mwaka, mwaka, maisha, mwaka ha, nusu imeisha mwaka finali sasa hivi. Mama Fatuma Soda u... huyo. Timu ah, finali kuingia hiyo.